Katika siku za hivi karibuni mitandao ya kijamii imetikiswa na sakata la Haji Manara na Zailissa, waliokuwa wapenzi wa kuigwa, leo hii wapo kwenye vichwa vya habari kwa sababu zisizofurahisha. Lakini je, kuna lolote la kujifunza kutoka kwao? Ndio, kuna mengi sana. Leo na kuletea mambo matano ya msingi tunaopaswa kuzingatia kutoka kwenye drama hii ya maisha halisi Siyo drama kama drama nyingine, lakini kuna vitu vya kujifunza ndani ya hii drama fupi ambayo tutaanza kuelezea hapa. Namba moja: sura ya ndoa mitandaoni, sio uhalisia wa ndani. Mara nyingi tunaona watu wakiposti picha za furaha, safari na zawadi kibao, tunawaza nataka kuwa kama wao, lakini ni kweli usiopingika kwamba sio kila ndoa inayong'aa mitandaoni ni yenye amani nyumbani. Hii ni somo kwamba tusihukumu maisha kwa picha na like. Hiyo ni namba moja, tuangalie namba mbili. Namba mbili, mawasiliano na uaminifu ni moyo wa ndoa. Ukosefu wa mawasiliano ni sumu taratibu, na ukosefu wa uaminifu ni bomu lilolipuka hafla. Migogoro mingi huanza pale ambapo wawili hawawezi kusema ukweli, kusikizana au kuweka mipaka sahihi. Ndoa bila mawasiliano ni kama meli isiyokuwa na nahoza Umenipata hapo. Watoto wasiwe uh, watoto wasiwe sehemu ya vita ya wazazi. Hii ni namba tatu ama, ambayo anaenda kuizungumzia. Moja ya mambo ambayo yaliumiza wengi pale mtoto alipoanza kuhusishwa hadharani. Mtoto si silaha ya kuumizana, bali ni faraja na jukumu la pamoja. Wazazi wakigombana, mtoto ndiye huharibikiwa zaidi. Tuwe na hekima ya kumtenga mtoto na migogoro yetu sisi kama wazazi. Hebu tuangalie namba nne: talaka, talaka, talaka si aibu, lakini namna unavyotoa ina umuhimu mkubwa. Kuna wakati mwingine maisha ya pamoja hayawezekani tena, na si dhambi, lakini pale ambapo talaka inageuka kuwa sherehe au fedheha kwa mwenzako, heshima hupotea. Tukiweza kutengana kwa busara, jamii itajifunza kuheshimu mchakato wa ndoa na talaka. Hiyo ni maneno ya hekima ambayo nakupa, ambayo utaweza kuyazingatia na kujifunza katika hii drama fupi ambayo tumeweza kuiona ikitokea. Lakini tumalizie na jambo la matano: migogoro ya familia si burudani ya mitandao, ni maisha ya kujifunza, au ni funzo katika maisha. Siku hizi kila drama ya mtu maarufu hugeuka kuwa season mpya ya burudani kwa wengi, lakini tusisahau, haya ni maisha halisi ya wale ambao wametupa burudani au drama. Ni maisha halisi ambao wanapitia, kuna mazuri, kuna mabaya, kuna kuumia na kuna furaha. Baada ya kucheka na kusherekea matatizo ya wengine, tuchukue funzo. Ndio ni kwao, kesho huenda ikawa kwa yoyote yule show, tunapaswa kujifunza kuwa si kila kinachong'aa ni dhahabu na si kila drama ni ya kubezwa, nyingine ni darasa. Je, wewe umejifunza nini? Acha komenti yako hapo chini. Usisahau kusubscribe kwa content nyingine zenye maana kama hii. Asante kwa kutazama na tukutane katika video ijayo. Hakikisha umesubscribe umebonyeza kitufe cha icon kitachotokea kama kile kengele, na hii ni mimi na